Tena tuendelea na masomo yetu. Kabla haujalala inabidi utengeneze ratiba yako ya kesho. Sasa asubuhi imefika, kumekucha. Cha kwanza haraka haraka, sio? Unakimbilia simu? Hapana, cha kwanza ni kupiga goti au kusujudu umuomba Mungu wako kwa njia ambayo unayoitumia wewe mwenyewe na Mungu wako. Umuombe Mungu akupe siku njema. Baada ya hapo, sasa unachukua maji kwenye glasi, unaweka na ndimu, unakunywa ili ku weka akili yako ikae sawa na kufanya mwili ukae sawa na kuupa maji mwili baada ya kulala usiku mzima. Ukishamaliza hapo sasa, unaweza kwenda ukapiga mswaki ukaoga. Ukamaliza sasa unakuja unachukua ile karatasi yako uliweka plani yako ya siku. Kwanza unasema kwamba siku ya leo ni siku yangu mpya ni siku yangu ya ushindi na kwenda kufanikiwa mambo yangu yote ambayo nahangaika nayo, siku ya leo ndio nakwenda kufanikiwa nayo. Ukisha nena maneno hayo na ukiongea kwa nguvu moja with the confidence kwamba siku yangu ni njema na inafanikiwa, maake siku nzuri huanza asubuhi. Unachukua sasa ile listi yako, unaangalia je, yeah, katika hizi task zangu nazozifanya which one is priority so wendi tuvuruvuru hapana. Unaangalia priority one, ambayo ndio ya muhimu kuanza nayo unaichukua ile ndio inakuwa ya kwanza. Je, yeah, priority ambayo unaichukua ni kubwa sana, kama kubwa unaimega vipande, kwamba uke fine, hiki kipande atakifanya Ivan, hiki kipande atakifanya Jamila, hichi kipande atakifanya Hussein, na hichi hapa nitafanya mimi, ili all the task, ile moja ambayo ndio priority yako na ambayo ndio itakayokupa hela zaidi kuliko zile nyingine, uweze kuifanikisha kwa haraka. Ukitoka hapo, ndio unatoka sasa kwenda kutafuta. Ukitoka unatoka na mguu wa kulia na kumwambia Mungu, mimi natoka kwenda kuhangaika na nitafanikiwa. Ukifanya hivyo Mungu atakubariki na utabarikiwa sana. Asante. Ivan the Don, keep watching my videos, subscribe kwenye video zangu, zina mafunzo mazuri sana kwako. Naendelea kukukumbusha mimi, nakukumbusha, najua unajua, lakini naendelea kukumbusha. Asante.